Karibu tena mpenzi mtazamaji, baada ya mapumziko kidogo, tumerudi na kipindi chetu hewani. Ni jukwaa la ukweli, na tunazungumzia leo kuhusu vyombo vya habari kupa, kutangaza uh, sura halisi ya Afrika uh, kada, kabla ya kwenda kwenye mapumziko, tulikuwa tunazungumzia idhaa ya Kiswahili ya Afrika ambayo imeanzisha. Mtu anaweza kujiuliza, je, matangazo yenu yanakuwa ya hewani kwa siku gani? Kila siku au mna baadhi mmetenga siku ambayo itakuwa ya yanarushwa na yanapitia wapi? Kwa sababu umesema kwamba mnatumia mitandao ya kijamii ndio matangazo yenu. Sema tu kwamba Idhaa ya Kiswahili ya Afrika ya Sauti Afrika ni shirika la kwanza kabisa la utangazaji la kimataifa linalomilikiwa na wanahabari huru kutoka, kutoka Afrika mm. kupeperusha habari za, za, za, ambazo ni moto moto kabisa zinazogonga vichwa vya habari barani Afrika. Uh, lakini pia haya ni matangazo ya matangazo moja kwa moja ya dakika thelathini yani kila siku kuanzia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa mpaka, mpaka mm. na ni kuanzia saa kumi mm -hmm. na mbili na nusu za Rwanda okay. Uh, mpaka saa moja ni... za Rwanda za jioni sa, ambayo ni saa saa moja na, moja na nusu, nusu saa Afrika za Afrika Mashariki okay, kwa maana ya Uganda, Kenya na Tanzania na kadhalika mm, uh, mpaka saa mbili eh. Lakini pia chombo chetu cha habari maudhui yanahusu ya mambo, mambo, mambo, mambo ya taifa za Kiafrika kama nilivyosema ni uh, vipindi vyetu vinajumuisha vivutio vya majadiliano ya kina na wageni na wataalamu katika, katika, katika matangazo yetu mm, eh, lakini pia vipindi vinaakisi maudhui mbalimbali mbali, kama vile siasa, teknolojia a sayansi, michezo na burudani, afya, masuala ya vijana, wanawake, pamoja na ujasiriamali. Haya ni ukii kuangalia katika maeneo haya uh, tumejikita kwa sababu uh, ukiangalia Afrika ni bara ambalo a uh, wenyewe wanasema ni bara changa kwa sababu zaidi ya watu zaidi ya asilimia 75 ya Afrika yeah, wako chini ya miaka kati ya tuseme wako chini ya miaka 35 okay. Na Afrika ni bara ambalo linastawi, ni bara ambalo linastawi katika katika, katika rasilimali watu uh, na nguvu kazi na kadhalika mm -hmm. Sasa ni bara ambalo katika ukiangalia katika wakati huu linainukia katika masuala ya, ya ya ya startups ama niseme labda ujasiriamali okay. Vijana wengi wa Kiafrika wanafanya miradi mbalimbali miradi midogo midogo wanahitaji kupata sauti, kwa kweli wanahitaji ku okay kunadi mambo yao wanayoyafanya eh. Lakini pia wanawake wa Kiafrika wameanza kujikakamua kuweza kuanzisha miradi midogo midogo, na pia ukiangalia katika nchi mbalimbali za Kiafrika kama kwa, kwa, kwa mfano kama Rwanda kwa mfano kama Namibia uh, kuna nchi ambazo kwa kweli sauti ya mwanamke inazidi ku, kupanuka na kupanda mm -hmm. Sasa watu hawa wanahitaji kupata sehemu ya kuzungumza na kuweza kunadi kunadi sara zao katika swala zima la kuendeleza kumwendeleza mwanamke wa Kiafrika. Sasa, sasa vipindi vyetu tumevisuka katika, katika wakati ambapo sasa tunahitaji uh, kila mwafrika kama, kama nilivyosema mwanzo kwamba mwafrika kwa maana ya kijana, mwanamke, mtu mzima mjasiriamali, mkulima, mfanyabiashara, mwanateknolojia, mfanyakazi wa serikali, kila mmoja kabisa akisha kwamba anajikuta katika train hii ya mwafrika katika kwenda mbele kwa ujumla. Kwa hivyo nasema tu kwamba kwa mba, kwa ufupi, kama ulivyoulizia ni kwamba vipindi vyetu vinaanza siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Lakini kuna kuna mjadala sasa, mjadala ambao ni ni mkali wa wanahabari wenyewe. Sisi wenyewe tunakaa chini. Mm -hmm. Tunakuwa kama ni, ni, ni, ni jicho la jamii na tuna, tunaangazia taarifa ambazo zimezifanya kwa wiki iliyopita. Ndio. Mm -hmm. Na tunaangalia katika maeneo mbalimbali tunazungumza, tuseme, usiasa, uh, uh, usalama na kadhalika, inakuwa kama ni vile ni meza ya duara katika, katika, katika mazungumzo yetu mm -hmm. na mjadala unapita Ijumaa, lakini pia tunaurudia siku ya, ya Jumamosi, baada ya kuongeza vionjo vingine, kwamba sasa sisi ni chombo cha baada, lazima tutangaze kitu ambacho kina kina kina, kina, kina, kina, kina mshiko tuseme, mm -hmm. kwa hivyo ndio hivyo kwamba tunalika tuna, tuna 30 kuanzia Jumatatu, Uh, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa mpaka Jumatatu, Jumatatu, Jumamosi mm. kwa dakika thelathini. Mm. Tunatarajia kwamba tutakavyozidi kuendelea tuta, labda inawezekana tukawa tuka na vipindi zaidi, lakini kwa mwanzo sasa hivi ndo tunatarajia pia. Lakini umeulizia pia ni wapi tunafanyia kazi, nimesema kwa sababu dunia imekuwa na utandawazi. Njimu. Dunia sasa hivi tumeondoka studio tunakuwa sasa katika katika msafu wa nje. Ah uh, taarifa zetu mpaka sasa hivi tunavyozungumza tuko hapa studio, taarifa yetu kipindi chetu kiko live kwenye kwenye mitandao yetu. Njimu. Tuko Facebook, tuko YouTube, tuko TikTok, tuko na na, na mtandao wa X. Njimu. Na labda siku zinazokuja tutaingia labda kwenye LinkedIn. Kwa hivyo uh, tupo kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo sasa tunajua kwamba vijana wengi wa Kiafrika, wa Afrika wa Afrika wengi wako, wako pale na nadhani labda siku nyingine kadri tunavyozidi kupiga hatua Labda tutakuja kuwa na studio lakini hatukuona kwamba studio ndilikuwa muhimu kwanza, kwa sababu uh, hata hivyo tunatangaza tuna mambo yetu na tunafika kwa, kwa, kwa hadhira kubwa katika nchi mbalimbali za Kiafrika na katika nchi za kigeni. Kwa mfano na marafiki kule Ulaya, kule Marekani, kule China wamekuwa wakinipigia simu na kuniambia kuni kwamba wanatufuata live. Wewe mwenyewe umeniambia kwamba ulikuwa unatufuata live ndiyo, ndiyo. Uh, kwa hivyo si kwamba ku, ku, ku, kuenda live unahitaji mpaka uwe na studio kabisa. Pengine itakuja lakini si sasa hivi, si sasa tuone kwamba studio ni kipaumbele mm. Ndio, sijaona nchi kubwa za Kiafrika kwa mfano tuseme labda zenye uchumi mkubwa labda kama Nigeria, South Africa kwa mfano, Misri kwa mfano, Ethiopia kwa mfano. Kidogo Ethiopia wanajitahidi, uh, katika swala la la, la, la, la, habari lakini katika maeneo mengine bado sijaona hata kiongana kwamba labda kuwepo na hilo shirika moja ambalo sasa linauza na nadi sera za, za, za Afrika katika nchi za nje. Sasa, wakati wa Afrika umefika sana sana kwa vijana ambao wenyewe sasa ndio wanachukua kijiti cha kesho na leo. Kwanza kulifikiria hilo kama sisi tumekubali kwamba ndio si kwamba Waafrika wasikilize habari lakini wanapata habari zile ambazo kwa kweli zimekuwa na maudhui tofauti na sisi, okay. Tukasema ngoja nani, chombo chetu kikubwa vile vile inaweza ikawa safi sa, sa, kabisa endapo vijana wa Kiafrika katika sekta kwa mfano kilimo, teknolojia, sekta nyingine mbalimbali kiasi kwamba wakianisha nani, nani ushirika wao wanaweza wakafika wa, wa mbali. Ndiyo. Lakini sasa tatizo ni moja. Uh, tatizo ni, ni, ni, kule kuanza kwa sababu watu wanakuwa, hata sisi katika chombo chetu tumekuwa kituuliza, yeye mnapata wapi uwezo, au sije inakuwa kuaje? mm -hmm, ambacho pengine labda ungeniuliza, nadhani sisi tumesema kwamba uh, uwezo upo kwa sababu sisi wenyewe mawazo yetu ni uwezo, sisi wenyewe tuna uwezo kama binadamu na kama na, na watu, na watu kama walioelimika katika swala zima la, la uandishi. Lakini mara tu baada ya kuanza, huu, hii wiki moja ambayo tulikuwa tunazungumzia, tumeanza kushuhudia vyombo vya habari mbalimbali mbalimbali vikija kutuomba ushirika vingi tu sasa hivi <tipos> na usishangae kwamba wiki inayokuja, ama labda wiki mbili zinazokuja tutajikuta hapa TV 10 Radio 10 tukirusha matangazo yetu. Ndio nchi kama Tanzania wapo, inchi kama Kenya wapo, wengi wameanza wameanza kutu approach kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa na hayo mawazo, lakini walikuwa bado hawajapata ile nuru na watu wa kuweza kujitolea. Sasa vijana wa Kiafrika ambao wana wasiwasi na woga kwamba wataanzia wapi ni swala tu la kwa na kuweza kujadili na kuweza kuangalia kuwa na, na, maono, na, na, na, maono moja na pamoja na, wanasema ni mission and vision kwamba sasa tuna mwelekeo mmoja kabisa, nitaje sasa kwamba tupige hatua mm, yeah, ndio mm. Na kushukuru sana Sylivanus Karemera ambaye tumekuwa naye kwenye kipindi hiki kwa muda wa sali moja. Asante sana kwa mchango wako na hongera pia kwa kile ambacho umekianzisha kama waandishi wa habari wa Kongo kwenye tasnia ya habari, na ninaamini idhaa ya Kiswahili ya Afrika itapiga hatua na Waafrika wataendelea kunufaika. Asante sana. Asante sana Edith, asante sana msikilizaji na mtazamaji wa TV10 na Radio 10. Karibu kwenye Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, utatufuata kwenye mitandao yetu ya Facebook, YouTube, X na katika mitandao mingine eh, kama vile TikTok. Kwa hivyo tuko hapa kuweza kutangaza habari za Afrika katika lugha ya Kiswahili mm -hmm. na tunapatikana kote katika mitandao yetu. Kwa hivyo karibu, tunakupa vionjo kabisa ambavyo ni vya mave, Afrika. Mm -hmm. karibu sana, na asante sana asante sana na hivyo, uh, hizyo... Uh, kwenye mitandao ya kijamii inaitwa Idhaa ya Kiswahili idhaa ya, ya, ya Kiswahili Afrika. Kiandika tu pale unapata kabisa. Idhaa ya Kiswahili Afrika. Liyo. Haya nawashukuru sana ndugu wapenzi watazamaji wa kipindi chetu jukwa la leo la ukweli kwa jioni ya leo. Jukwa, tunazungumzia kuhusu vyombo vya habari na mashirika ya kimataifa, uh, kuhusu sura ya Afrika. Kwa hiyo tunazungumzaje sura yetu ya Afrika? Tunaangazia Afrika ifanye nini ili kujikwamua na kuonyesha sura halisi ya Afrika. Nawashukuru sana kwa kuungana nasi kwenye kipindi hiki, na kipindi kijacho pia ni siku ya Jumamosi, ni kipindi jukwaa la ukweli. Ulikuwa nami Edith Nibakwe, na kutakia jioni njema.